Huyu William Ruto juzi ameita Gideon Moi, wamekutana pale kama wakaleji, ni kuongea mambo yao. Akikutana na Gideon Moi, anasema ni umoja wa taifa. Mimi nikikutana na viongozi kutoka mlima, anasema ni ukabila. Yeye ametupangia jama, kama jamii vile Moi alitupangia kutumaliza, na dio sisi tusipate shida, lazima tukae pamoja kama jamii na mimi nimejitolea muhanga, sitakubalia William Ruto amalize hii jamii yetu hapa nyumbani, si ndio? Na mimi sitamkubalia William Ruto agawanye mlima. Anataka kutugawanya, ndio atukalia tutawale. Tunajua vile anapanga, amepanga vyama mingi sana, wailubar alete hapa kuleta confusion, anatafuta tumarais asimamishe hapa, agawe kura yetu. Na mimi nataka niambia watu wetu, umoja wetu ndio nguvu yetu.